Mambo haya ya uchaguzi wanasema mabadiliko mabadiliko. Nani hakufanya mabadiliko? Inawezekana tume hawajawaambieni. Ngoja mi niwaambie, kati Daktari Samia Suluhu Hasani anapokea kijiti cha uongozi, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani alikuwa gerezani, akamtoa. Moja ya mambo ambayo yalikubalika kwamba yajadiliwe ilikuwa ni kufanya mabadiliko madogo ya sheria za uchaguzi. Badiliko la kwanza lililofanyika ilikuwa ni kuwaondoa wakurugenzi wasio wasimamizi wa uchaguzi lilifanyika. Hili halikutoka CCM, lilitoka kwao, vyama vya upinzani. Lilifanyika mwaka huu, mliona wakurugenzi wa sanii. Lilifanyika wakasema iondoleo hii inayoitwa kupita bila kupingwa. Hili halikutoka CCM, lilikuja na wao wapinzani, lilifanyika. Uchaguzi huu hapokuwepo na kitu kinaitwa kupita bila kupingwa, lilitoka kwao hili. Kwa asema vyama vingine hivi vinahangaika kufanya kampeni, wapewe magari mapya, wapewe magari mapya, hawajafanya kazi yoyote, wanaomba wapewe magari mapya kwa ajili ya marida. Ikapitishwa sheria hiyo, yeyote anayegombea, mgombea na mgombea mwenza wanapewa gari jipya jipya zero distance yeye. Yeah, yeah, na mgombea mwenza wake hili alikutoka CCM, lilitoka upinzani wao wenyewe walipendekeza. Sasa tu wakasema ije sheria ya tume huru ya mgombea urais makamu wa rais mgombea urais wa bunge na na madiwani kwao, ikafanyika. Sasa ikiwa imeshafanyika yote ile, wakaenda kuuliza kwa mabwana zao, je, hii tukubali? Wakarudi wanasema hatukubali. Ndiyo tabia ukiwa unasafiri na mtu ambaye hataki safari, ukimpa viatu anasema vizito, visingizio, visingizio, visingizio. Na hivi, mnajua walichokuwa wanawaza ndani yao ni nini? Walikuwa wanawaza wacheze huo mchezo paka, paka, paka, wa kuchelewesha paka muda wa awamu ya serikali uishe, ili waseme hii serikali iliyomo humu imeisha, kaa nje ya katiba. Hatuwezi tukaruhusu watu wachezee nchi hii. Nchi yatukodishiwa, ni nchi yetu wa Tanzania, wa Tanzania. Hii nchi haijakodishwa, na watu wako mbali huko, si wapiwapi, ni mali yenu wa Tanzania. Tusiruhusu mtu acheze cheze hapa, hatuwezi tukaruhusu kitu cha aina hii wala hatutaruhusu watu wakae kule na vikundi vyao waendeshe kwa rimoti hata kama wataiona hiyo uranium watameza mate, watameza mpaka na ulimi. Hatuwezi tukaruhusu nchi hii ikaendeshwa kwa remote.